Jina anaitwa Dr. Juma Zuberi Homera, mkuu wa mkoa wa Mbeya. Ndugu wananchi wa mkoa wa Mbeya na Watanzania wote kwa, kwa ujumla dunia nzima nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo la kutana hapa na wanahabari wa yani, ni kuzungumzia suala la mradi mkubwa, mradi wa Mbeya Hidden Wonders. Yaani ni kwamba ni mradi wa kuibua vivutio vya utalii ambavyo vimejificha ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Niseme tu kwamba Mbeya kama kitovu cha utalii, mkoa wa Mbeya ni moja ya maeneo yenye vivutio vya kipekee barani Afrika, kuanzia milima, maporomoko ya maji kenda huko mbaka na maeneo mengine, maziwa ya volkano yapo ya kutosha katika mkoa wetu, bustani za asili ambazo za kuvutia zenye maua mazuri. Lengo la Mbeya Hidden Wonders kuvitangaza vivutio hivi kwa Tanzania na dunia nzima kuweza kutambulika. Tunataka Mbeya iwe sehemu maarufu kwa utalii wa utali ndani na wa kimataifa, na ndiyo maana tumeweka nguvu kubwa ya kuonyesha vivutio vya utalii ambavyo kwa namna moja nyingine vimekuwa havikutambulikwa wala kutambulika hapo awali. Umuhimu wa mradi kwa wananchi, hii sio jambo la utalii tu, bali ni fursa kwa kila mmoja wetu kupitia mradi huu tunatarajia kuhamasisha wawekezaji wa ndani na wa nje, kukuza biashara ya ndani na kuongeza ajira kwa vijana wetu wa Mbeya. Natoa wito kwa wananchi wote, kwa niaba ya serikali na kwa sekta binafsi na wananchi kwa ujumla, kushiriki nasi katika safari hii ya kwenda kutangaza vivutio vipya vya utalii ndani ya mkoa wetu Mbeya, lakini pia ufanisi huu wa vivutio hivi vya utalii ukiangalia daraja la Mungu eneo la juu kabisa, altitude ya juu zaidi ya 2600 katika eneo la Kawetere, lakini ukielekea huko uh, Rungwe, maporomoko ya Kaporogwe mpaka na kadhalika. Hivyo vyote ni vivutio vya utalii vilivyoko ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Napenda kuwaalika wote kushiriki katika uzinduzi wa Mbeya Mbeya Hidden Wonders Tarehe 29 Machi. Hii ni tukio la kihistoria na mgeni rasmi atakuwepo dada yetu Mary Pris Kamaundi ambaye tutakuwa naye katika tukio hilo siku ya tarehe 29. vijana wamefanya kazi kubwa sana kuvitafuta vivutio vya utalii vilivyoko ndani ya jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Kwa pamoja tusimame pamoja tushirikiane yani, kuhakikisha Mbeya inapata nafasi yake kama moja ya vivutio bora zaidi vya utalii duniani. Asanteni sana kwa kunisikiliza, tukutane